Hey hey, mambo vipi? Uh, Mr. Rashid hapa, mtaalamu wako wa masuala ya kuagiza mizigo kutoka China kuja Tanzania. Nakutana na maswali ya watu wengi namna gani ambavyo tunaweza tukaagiza mizigo huko China na namna gani ambavyo tunaweza tukafikiria au tukapata wazo au biashara ya kufanya. Sasa nipo hapa ku unlock au nipo hapa kujibu maswali yako ya namna hiyo. Tuseme kwamba this time tunaanza rasmi somo letu au tunaanza rasmi darasa letu la kwamba kila siku tutakuwa tunapata muda kama hivi tukiwa tunatumiana video, tukionyeshana, tukielimishana na kupeana mawazo mbalimbali, namna gani ambavyo tunaweza tukapata kwa bidhaa. Sasa labda kwa kwanza, nianze kujibu swala la kwamba watu ambao wanauliza namna gani ambavyo tunaweza tukafikiria tukapata biashara ya kufanya. kuna namna nyingi ambazo watu wanapata idea za kufanya rafiki yangu, au biashara za kufanya. Kwanza kabisa, ngoja nikwambie anza kufikiria we mwenyewe kitu gani ambacho nakipenda, yaani tuanzie hapo kwamba wana mimi napenda masuala ya ususi au napenda masuala ya fashion napenda masuala ya nini huko ndipo ambapo watu tunaanzaga kupataga mawazo yetu ya biashara kwa kile kitu ambacho wewe unakipenda tuchukulie wewe ni mtu wa fashion na unapenda sana fashion kwa hiyo idea ya kwanza ambayo wewe unaipata ni kwamba inabidi ununue au udili na masuala ya fashion fashion. Na maana hapo nitazungumzia masuala labda ya nguo au pia fashion tunaweza tukazungumzia masuala hata ya makeup au nini kwa hiyo biashara ambazo tunaweza tukazipata hapo either kwa uzinguo au ukafanya hivyo makeup. Na ni rahisi tu, machimbo yapo kibao China, unaweza ukayapata. Kwa hiyo wakati nikiendelea kuyajibu haya maswali ya kwamba namna gani ambavyo tunaweza tukapata ideas za kufanya biashara, kabla tujafika huko ambapo utaagiza au utapata vipi hiyo mizigo. Niendelee na hivi namna gani ambavyo utaweza kupata hiyo idea ya biashara. Kwa hiyo ya kwanza nilikwambia, fikiria kitu gani ambacho unakipenda, alafu ndicho uje ukifanye. Na maana wewe labda unapenda masuala ya gereji. kuna spares China, unaweza kufanya nini? unaweza kununua hivyo vitu vya gereji. Lakini cha pili kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe au kinaweza kukufanya wewe ukapata kufahamu namna gani au biashara gani nifanye, mazingira uliopo. Nikizungumzia mazingira uliopo tunaweza tukasema, labda hapa nawazungumzia sana wajasiriamali ashum, wewe labda mwanafunzi wa chuo umeelewa, unafikiria nataka nifanye biashara chuoni. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukanunua uka au ukauza kutokana na mazingira uliopo vikaenda, angalia tu siko ulionayo, wanafunzi wenzio wanapenda vitu gani chuoni wanafunzi wanapenda sana kupendeza, wanafunzi wanapenda sana masuala ya accessories, wanapenda sana vitu vya simu simu. Kwa ukifikiria hivyo vitu, basi wewe unaweza kupata idea kwamba sio lazima uwe na duka, lakini kutokana na mazingira nilionayo mimi, bwana, ngoja ninunue accessories fulani, labda tuchukulie kama hivyo, vicheni hivi, hereni, au saa zile au smartwatches zile nini, na nikawa nafanya idea hii online, na maana kutokana na mazingira nilionayo mimi, target yangu kubwa ni wanafunzi wenzangu, nitapata nini biashara yani, nitauza kutokana na nayo. Lakini pia kuna mazingira mengine ambayo tuliopo, unaweza ukapata idea nzuri hapa. Tusizungumzie tu hata maswala ya, ya, ya, ya kuagiza vitu China, tuchukulie labda zako kazini, kazini kwenu, asubuhi watu wanahangaika hata na maswala labda ya vitafunwa au vipi, wa unaweza ukajiongeza ukachukua ukawa na tuka zako nyumbani, unatengeneza mazingira fulani ya chakula au labda viubuyubuyu kama vile vibayet, nini kanda navyo kazini ukauza kwa. Tunafikiria idea au tunapata idea sometimes ya biashara kutokana na mazingira ambayo tuliyopo, lakini chingine kutokana na uzoefu tulionao. Ashumu wewe una miaka mitatu sasa ni msusi, yani umekaa kwenye kibanda cha mtu siku zote, anakutegemea wewe unasuka, au wewe ni fundi, fundi, fundi, fundi labda fundi nguo tuseme kwa nini usifikirie ule uzoefu wako wewe, ukafanya kazi au ukapata idea yani e, ukafanya biashara kutokana na uzoefu wako wewe. Na maana tuchukulie wewe labda msusi, unaweza kufungua hata wig yani saluni yako, alafu ukaona ukafikiria sasa kuagiza vitu vyako China. Nimekwambia China kuna vitu rahisi yani vitu vyenye bei rahisi sana. Ashumu kama hayo mawigi yapo China na yanasafiri kwa bei rahisi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwa mtaji wako hata laki tano tuashumu, ukaanza ukaagiza vitu China ukaagiza mawigi ukafanya nini, na ukaja huku ukawa unawasuka watu we mwenyewe, na ukawa unauza mawigi we mwenyewe kila kitu. Lakini pia vilevile hapo hapo, tukizungumzia masuala ya uzoefu, labda wewe nguo, unaweza ukawa unaagiza labda kule hata vitambaa, ukawa huko unakuja unauza. Yani amini wewe ni fundi, unaagiza kule vitu unakuja huku unashona bidhaa zako nini, na ukawa unauza, lakini saa, kitu kingine cha mwisho ambacho kinaweza kukusaidia wewe ukapata wazo la biashara ni kuangalia kile ambacho wengine wanafanya. Sometimes kuiga sokosa, kuiga napo ni kuzuri sana. Relax. Angalia unavutiwa una, una na biashara gani na wengine wanavyofanya wao wanafanyaje? Wanapata na wanavokosa, yani nini kinachowapelekea wao kupata au kukosa. Kwa hiyo ukitumia hizi sababu nne moja kwa moja wewe itakusaidia na itaku, yani itakufanya wewe uweze kujua kwamba bwana nifanye biashara hii. Kwa hiyo sasa nimekutangulizia tu. Huu ni utangulizi wa kwamba namna gani ambavyo unaweza ukafikiria na ukapata biashara ya kufanya. Cha kwanza either kupitia, kupitia, kupitia amini kile unachokipenda wewe Yani hobi yako kwamba mimi ni mtu wa fashion au mimi ni mtu na maana, utafanya biashara ambayo inadili na hobi yako. Au la fanya kupitia mazingira uliyopo. Mazingira uliyopo yanakupa fursa gani wee? Namaana utajua niagize vitu fulani, au utajua mii nifanye biashara hii nitapata idea, yani, nita, nitafanya biashara vizuri, lakini pia chingine now, na pi, lakini pia nikasema pia vile vilevile kuiga Nimekupa hizo hapo, lakini next time nitakwambia sasa. Yani tunaingia moja kwa moja kwenye masuala ya kuagiza vitu China, wakati huo ushafikiria, au labda utakuwa ushapata kwamba mimi nitafanya hivi kwao. Tunaingia kwenye kuagiza vitu China, utajua kabisa mimi naenda kuagiza vitu gani, na katika somo letu hili tunaenda kuagiza au tunaenda kujifunza kwa vitendo, yani hapa ni uwazi tu nitakuonyesha namna gani utaagiza na, na nitasimamia mzigo wako, tunahakikisha mzigo wako unaupata yaani, unafika China unatoka china na China, unafika mpaka mpakaATZ, unaupata kwa usalama kabisa na quality. So, follow katika peji zetu na utufuatilie vizuri katika kila darasa ili tuweze kujifunza. Maswali maoni, namba zetu hizo hapo chini, tucheki tuweze kukusaidia. Karibu sana.